Hello guys, ni asubuhi nyingine tena yenye ushindi, yenye baraka nyingi, yenye neema, yenye kibali na yenye ongezeko. Jamani, kuna kitu hapa nataka tukumbushane. Unapoanzisha biashara yako, yani una kitu chako, unaanzisha unataka kufanya, Don't ever compete with anybody. Yani usije ukajikuta una unashindana na watu. Yani, haijalishi umezungukwa na watu wangapi wanaofanya the same same thing like you you don't have to compete with anybody compete with your own self. Yani ukitaka kufanikiwa sana, shindana na wewe mwenyewe. Yani usije ukakaa ukaanza kupambana, amefanya hivi, ameleta mzigo mwenzangu, na mimi ngoja nikalete mzigo mwenzangu. Sasa hivi anafanya hivi, na mimi ngoja nifanye hivi. My dear, utaangukia pua mwenzangu. Sasa hivi ameleta biashara hii, ngoja na mimi nilete. Kila mtu ana nguvu yake. Maisha ni nguvu, Pesa ni nguvu, kila kitu ni nguvu, kuuza ni nguvu, kila kitu ni nguvu, kupokea pesa ni nguvu. Kwa hiyo kama unakuwa unakompiti na watu, utajikuta wewe unajipoteza, kwa sababu huwezi kukopi na ile nguvu ya yule mtu. Huwezi kujua mwenzako anatumia nini, anafanya nini. Kila mtu ana nguvu yake, kila mtu anajua anafanya nini ili mambo yake yaweze kusonga. maidia Pambana na wewe mwenyewe. Yaani wewe hakikisha competitor wako ni wewe. Kila siku pambana ugrow. Biashara yako ikue. Wewe mwenyewe ujue unafanya nini, mambo yako kwenda vizuri. Lakini ukikompiti na watu my idea I promise you utafika unako kwenda. Utaishia kuishi kwa pressure. Kila mtu anajua anavyofanya mambo yake. Utaishia kwenye kupata pressure, biashara itakushinda. Unachokifanya kitakushinda.